Huyu Patev amekuja kuvuna hela za Simba na kuondoka. Patev amekuja kuchukua hela ya Simba na kusepa, kwa sababu Simba hivi sasa tatizo lake ni kocha yangu hapa, mzee wa utondoti, mzee wa mida, Godfrey Nyanto, kaka kwema? Tuko vizuri, nyama kama kawaida, tunaishi vizuri mwanangu bana Nyanto, tuanzie hapa mwamba Dimitar Pantev, kocha wa Simba, wengine wakisema meneja. Hem, tu bainishie hapa yule jamaa ni meneja ama ni kocha, kama watu wengine ambao wanadhani ah Simba wamekulupuka binafsi naweza nikasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Simba wameanza kuwadanganya wana mashabiki wao yeah, na wanachama wa Simba wana wamewadanganya kwamba wanaleta meneja mkuu, lakini Simba alikuwa ana shida na meneja, Simba alikuwa ana shida na kocha. Wamemleta Patev ambaye vigezo vyake havistahili kukaa kwenye touchline. hiyo ndio sababu kubwa ambayo Simba wameweka kama cheo cha meneja mkuu, lakini Simba tayari meneja naye Patrick Lumam kama huyu uh, Dimitri Patev anakuwa meneja mkuu, Patrick ule mamu kazi yake ni ipi? Swali la kwanza. Swali la pili, huyu huyu Patev amekuja na amekuja amekuja na Liu amekuja na msaidizi wake. Maana yake msaidizi wake anakuwa anakaimu pale kocha au ni huyu msaidizi wake, ni huyu mat anafanya kazi gani? Umeelewa? maanake kwenye uongozi wa Simba mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye ana ueledi wa kujua tunafanya hiki tunafanya hiki tunafanya hivi. Kwa kifupi, Simba wenyewe hawajua wanachokifanya. Kwa mujibu wao wenyewe wamesema kwamba uh, yule Patev ni manager wa vitu vyote, anatoa mbinu kwa, kwa, kwa wachezaji, ana kila kitu anasimamia yeye. Bwana, tus, tus, tusizunguke mbuyu. Perfect. Angalia watu wote wa Tanzania ama Waafrika wanavyoishi. Unajua mfumo wa, wa manager ni wa Ulaya, si ndio? Ukiangalia uh, Julian Klopp manager juu anaelewa Pep Guardiola meneja. Yaani huu mfumo ni wa Ulaya. Hapa Afrika mchezaji lazima apate maelekezo kwenye touchline ya kocha. Yaani unaweza, anaweza akasimamia mazoezi vizuri tu kwa bunju, lakini kwenye game kuna kuna umuhimu mkubwa sana wa kocha kusimama pale. Bwana, eh, unazingua mwanangu, mpanzu njoo rudi. Mama ana ana hiyo vigezo anasimama wapi? Yaani kwenye mechi utamuona huyo msaidizi wake ambaye amekuja naye au matola ambao pia ukiangalia Uh, timu ya Flow. Yaani, mimi leo hii ukiniambia Simba ana malengo makubwa kuchukua spika bingwa, ana malengo makubwa kumpindua Yanga mara nne mfululizo, kwa hiki ambacho kinaendelea, hii scenario, mizengo anafanya hivi si mimi sioni Simba akichukua lolote kwa msimu huu kombe lolote, kwa sababu wana wanafanya mizengo. Unajua mizengo au msidingo, mimi naamuoni Simba akichukua kombe lolote ah, sioni Simba akichukua kitu chochote msimu huu kwa sababu tayari ameshajaribia, mizengo ni mingi, maigizo ni ya kutosha, haja anachokifanya ni maigizo movie. Lakini Patev mwenyewe anasema, nisikie, ufanye mahojiano vizuri sana Mwa, na nimekupongeza na nimekupo, nimekupo, nimekuposti pia nimependa, eh e, ada yetu ajenda bure. Yani nime, nime, nimeona ile interview wewe ni kocha mwenyewe amesema bana, mimi oo, mwamulize tajiri mm, mimi akinipa hata, um, stokipa kutunza vifaa mimi nitatu hasa. Wewe simu zengo hiyo mm, timu kama Simba, wewe leo hii ya kuchukua mtu ambaye CV yake ni ndogo lakin... nilizungumza mimi kwenye kipindi hapa yeah, kwamba Simba ametenga low budget mm, ya kumpata ujamaa kutoka kwenye kumlipa mamilioni ya fedha fadru mm, kumchukua huyu pande na kutengeneza ku, ku, ku, ku scenario ya ku, ku manager mkuu sio ni nini? Unajua leo mpate shabiki wa Simba kibaigwa mfate shabiki wa Simba Sambula chole mwambie kusana na meneja mkuu akuelewi, aelewi chochote. Tunataka tunataka kocha, basi. Kama elimu yake ni ndogo, wampeka kafanye kozi, na bahati mbaya zaidi kozi za, za, za, za, za, za kurifreshi mm. azipo za hivi bongo hapa hakuna, ili apate leseni le, ei le, le. Lakini Gaboroni alikuwa anawafundisha vizuri, huyu huyu ambaye anaitwa meneja sasa. Huyu jamaa kule Gaboroni timu haina ushindani kule, ligi haina ushindani leo. no, hii pawezi kufanisha Gabuloni na ligi ya, ya bongo, yaani hauwezi kufanisha kabisa. Hata tu ligi ya Zanzibar, ligi ya Botswana hawezi kuingia, kwa sababu haina ushindani hiyo timu. Kama Gaboloni inacheza vile, inapata ushindani wa namna gani? Kwa hiyo nikuambia kitu kimoja, Simba msimu um, huu wanakwenda kupoteza kila kitu ambacho misimu yote mimi nimekipoteza, kwa sababu tayari wao wenyewe wanaingiliana kutokuwa na kauli sitofahamu ni nyingi. Kwa hiyo Patev hatopata CRDB, uh, NBC Premier League na makombe mengine ambayo tunakuwa wanashindana Simba. Huyu Patev amekuja kuvuna hela za Simba na kuondoka. Patev amekuja kuchukua hela ya Simba na kusepa, kwa sababu Simba hivi sasa tatizo lake ni kocha. Sio meneja mkuu wala sio mkurugenzi wa michezo. Simba wanahitaji kocha ambaye anaweza kusimama kwenye touchline na kuwapa ubingwa, kuambia kina mpanzu, kimbieni kibudeni, siacheni ujinga, fungeni chuchote. Hapo ndio Simba ana tatizo lake. Simba kwa tatizo la meneja tusitarajie mabadiliko yote, hakuna chochote kinachotakotukio. Na mimi Simba hapo kikanishangaza, kwa sababu tayari wenyewe wanaanza kuchanganyikiwa kama wenyewe wanachanganyana wenyewe kwenye wenyewe, kwa wenyewe kuna nini sasa? Hapo hakuna lolote la maana. Yes bwana Mzamili atufungia hapo eh? Eh, Sawa haina shida. Mimi nakwambia Simba wajitathmini kwenye uongozi wao. Chini ya wa rais wao Waheshima Mo Dewji, kwamba wanahitaji kocha, siyo meneja saari meneja anaye bwana pati kulemamu